Mnaiona hii nywele ambayo nimeisuka hapa, rasta nilotumia ni selfie, nimesuka bob. Naomba nipe muda wako, nikuelekeze kusuka nywele hii. Kwanza kabisa, hakisha una rasta yako ya selfie, una jeli nyepesi. Sawa, utachukua rasta kidogo tu, alafu utakuwa unaipaka ile jeli kwa ajili ya kuichambua ile nywele yako. Utachambua kama hivi kwa, utachambua nyingi kidogo kidogo. Sawa, kwa nini nimeanzia hii video mwanzo? Kwa sababu watu wengi naona wanasuka mtu anakuwa na nia ya kusuka ile bob, lakini mwisho wa siku matokeo yake yanakuwa sio mazuri. In case kama utahitaji muonekano kama ule ambao nimekuonyesha pale awali, basi angalia video hii mpaka mwisho, alafu kama utakuwa na swali niandike kwenye comment. Kwa hiyo utachambua nywele zako nyingi. Wakati naendelea kuchambua nywele yangu, naomba nikukumbushe kwamba baada ya kuichambua nywele hii unatakiwa uwe umesuka mistari kwenye nywele za mteja wako. Mistari usisuke midogo sana, usisuke mikubwa sana. Ukisuka mikubwa sana haitokupa muonekano ule ambao tunahitaji. Ukisuka pia midogo midogo sana nywele hazitokaa vizuri kwa balance. Sawa sawa. Kwa hiyo baada ya hapo nitaendelea kusuka mistari kama hivi ambavyo unaona. Naomba nikukumbushe kwa wale ambao unahitaji kujifunza zaidi, karibuni sana chuoni kwetu. Tunapatikana Dar es Salaam Tegeta Nyuki, tunafundisha kusuka nywele aina zote. Kwa hiyo karibuni sana. Ada zetu kuanzia shilingi laki tatu, mpaka shilingi laki sita. Mafunzo na huduma tunazotoa sisi ni za uhakika. Tunawakaribisha sana. Sawa sawa. Kwayo nitamalizia kusuka nywele yangu alafu nitarudi kwenye sindano yangu ya crochet na ile nywele yangu ya selfie. Umeona nimeanzia upande wa katikati huku. Nyuma bado sijaweka chochote, kwahiyo upande wa katikati hapa nitazitumia sindano ya crochet nitazisuka nywele zangu hivi. Unaweza kufunga mara mbili kama hivi, ili nywele yako idumu. Sawa, usije ukaja baadaye unajaribu, najaribu bana vizuri, ikafumuka. Kwa kisha unafunga mara mbili, kwa sababu nywele tayari umeshaifanya nyembamba sana, ifunge tu mara mbili sawa sawa. Kwa nitasuka upande wa kulia, nitasuka upande wa kushoto. Wakati endelea kusuka nywele yangu, kuna wale ambao mtasuka kama hivi, unahitaji kunitumia feedback kwenye WhatsApp namba yangu ambao unaiona kwenye screen, au kujiunga kwenye magrupu yetu ni bure kabisa, lakini unachotakiwa kufanya, ingia pale YouTube, tafuta Farida Othman, kisha gusa button iliyoandikwa subscribe, alafu njoo na screenshot kwenye namba ambayo unaona kwenye screen. Utanitumia feedback yako, utaniuliza swali lako, sawa sawa, tunaelewana. Kama unahitaji kujiunga kwenye magrupi pia, tutakutumia link, utajiunga sawa. Haya, nywele yangu nitakachozingatia, nitaijaza vizuri, nitaijaza vizuri tu na sito tumia rasta nyingi sana yaani, usije ukaiweka rasta labda bunda tatu. Nywele hii una uwezo wa kutumia rasta bunda moja upande wa mbele, tutaisuka nywele ndefu kama ilivyo upande wa nyuma. Nitakuelekeza ni nita kitu nita gani ambacho tutaenda kukifanya sawasawa. Umna, nywele yangu inavyo balansi vizuri, hakikisha una balance kushoto na kulia, eka ujazo sawa, usizidishe sawasawa na watu wengine ili wote tuweze kunufaika zaidi. Una saluni, angalia video hizi. Ingia pale YouTube, tafuta Farida Othman. Mafunzo yapo mengi mengi mengi mengi sana, nimesha kuwekea pale. Nenda jifunze. Njoo jiunge kwenye magrupu yetu, tuma feedback yako, tutakurekebisha. Una muda, njoo darasani, sawasawa. Baada hapo nitaenda kuikata nywele yangu, okay? Nikikata nywele yangu itakuwa kama hivi upande wa nyuma. Ukisuka crochet yako, akisha nywele yako unaikata kati kwa kati, ndo unasuka ili iweze kubalance kama hivi. Final yake ni kama hii ambayo unaiona. Asante, naendelea kujifunza nasi kwa wale ambao mnatokea mikoani, hosteli zipo shilingi laki moja kila mwezi. Kwa wale ambao mpo Dar es Salaam, una uwezo wa kwenda na kurudi. Nikukumbushe tu mimi ni Farida Othman toka Farida Beauty Academy. Bye bye.